Wakazi wa kijiji cha Gitithia eneo bunge la Lari katika kaunti ya Kiambu wanalalamikia ukosefu wa nguvu za umeme kwa zaidi ya miezi miwili sasa, jambo ambalo limeathiri pakubwa biashara nyingi na vilevile vile nyumbani mwao, tetesi zao kwa viongozi wa sehemu hiyo zikisema wamegonga ukuta, na sasa wakishindwa, watamlilia nani? Abraham anaarifu. Hapa ni kituo cha biashara cha Gitithia eneo bunge la Lari, wengi wa kazi pamoja na wafanyabiashara wakikadilia hasara sababu ya ukosefu wa nguvu za umeme kwa zaidi ya miezi miwili. Tuzungumze nao watueleze matatizo wanayopitia. Kitu miezi mbili hatujapata stima, biashara tumefunga, watu wanatambika na mashida mingi mingi, kwa sababu kazi nyingi huwa tunafanya na stima tuko na mwaka mzima e, transforma iliharibika wakatoa hiyo, wakaleta ingine, hiyo nayo ikaharibika. wa, e, wakaweka tu ya, ku, e, ya kuwakisha mataa. Sasa tulikuwa na kinu e, ya kusiaga mahindi, sasa hakuna. Tuna mashinda mengi, tunapanda yule mlima tunaenda kusiaga huko uh, Nyambari, transformer yetu eh, ilimwaga mafuta na tukaambiwa tutaletewa, na hata sasa hatuijapata atu. Kwa hivyo tunangojea hii transformer na hata hii hospitali yetu ya nini ya community iko mandao mengine, ukienda huku west bua. Kwa sababu wanakuambia hakuna, e, e, hakuna, nini stima na hakuna dawa iko fridge hii kambi iko na giza. Hata ukifika saa mbili tunapigwa tu kwa hii kambi, wanakuja kutanzama TV ndio naona kazi, wanakuja wanakunywa chai. Sasa hakuna hata hata, wakati huyo stima imepotekana, nilichomeka mguu kwa sababu ya kukosa stima. Ombi moja na wakazi hapa ni kwa viongozi wao kuingilia kati ili kuwarejeshea nguvu za umeme. Abraham Gadesha, Runinga ya NTV Kiambu.